Bodi ya utalii Tanzania TTB imezindua rasmi kampeni ya kitaifa ya utalii ya mwisho wa mwaka ijulikanayo kama Funga Mwaka Kijanja Talii, kwa ushirikiano na taasisi zilizo chini ya wizara ya maliasili na utalii, vyama vya utalii pamoja na wadau wa sekta binafsi nchini. Leo tarehe 15 mwezi wa 12 2025, tunazindua rasmi sasa kampeni yetu inayojulikana kama Funga Mwaka Kijanja Talii. Watanzania utalii ni wetu. Watanzania, twende tukaenjoy. Tuna wanafunzi wamerudi majumbani, wazazi tuwapeleke maeneo ya hifadhi, tuwapeleke maeneo ya makumbusho, tuwapeleke maeneo mbali mbali ya vivutio mbali. Wakaenjoy. Wanasoma siku hizi utalii shuleni, wanapokuja sasa kwenye likizo hizi waende kuona practically. Lakini tuna wenzetu eh, wafanyakazi, kazi tuko likizo sasa basi E, katika makundi yetu lakini tuna makundi makubwa mwamko katika makundi makubwa iwe ni makanisa, misikiti, vyama mbalimbali vya jumuiya hizi za social katika level tujipange, najua mmepanga kwenda maeneo mbalimbali lakini tusisahau kwenda kufanya utalii. He, utalii ni haki ya kila mtu, lakini utalii una faida lukuki. Itakwenda hii mpaka tarehe kumi Januari ambapo watu watakuwa wamerudi makazini, sasa mashule yamefungua kwa upande wao Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA, ikiwa ni mmoja wa wadau wakuu katika kampeni hii, imejipanga kuhakikisha Watanzania na wageni wote wanapata fursa ya kufurahia maajabu ya rasilimali za wanyamapori, maeneo ya hifadhi na vivutio vingine vinavyosimamiwa na mamlaka hiyo katika maeneo mbalimbali nchini. Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA eh, tutakuwa na maonyesho makubwa yatakayofanyika katika viwanja vya Sabasaba katika mkoa wa Dar es Salaam, fika maeneo ya Temeke pale katika vanja vya Sabasaba tumekuandalia wanyama mbalimbali, hususan ni tembo. Kwa mara ya kwanza utaona tembo katika vanja vya Sabasaba. Lakini la pili, kutakuwa na nyama pori choma ndani ya vanja vya Sabasaba. Lakini vilevile vile, vile kutakuwa na burudani kede, kede na surprise za kutosha. Karibuni sana, wakazi wananchi wa Dar es Salaam na mikoa ya jirani, utembelee eneo la Sabasaba kwa ajili ya maonyesho ambayo yameandaliwa na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kuanzia tarehe 20 mpaka tarehe tano mwezi wa kwanza. Lakini la pili kabisa, tumeandaliwa kazi wote kanda kaskazini mikoa ya Manyara Kilimanjaro na Arusha e, na Tanzania, na wote ambao tutapata nafasi ya kutembelea kanda kaskazini, kuja kujionea vivutio lukuki ambavyo inapatikana katika hifadhi ya Makuyuni Wildlife Park. Njoo tufanya utalii wa ndani, njoo tutengeneze afya ya akili vilevile. Utapata nafasi ya kupata nyama pori choma ukiwa ndani ya Makuyuni Wildlife Park. Tatu, tumeandalia onyesho kubwa sana ambayo utafanyika tarehe ishirini na nane, ishirini na tisa na tarehe thalathini katika viwanja vya vi Mashujaa katika mkoa wa Kilimanjaro. Lakini siku ya tatu tumeandaa safari ambayo washiriki wote watakaoshiriki wa pale na Watanzania wengine wataelekea ndani ya Makuyuni Wildlife Park kujionea vivutio na tutakuwepo na, na vibe ya kutosha kama tulivyosema likizo time vibe kwa Watanzania, tunawakaribishe kutembelea katika eneo letu la Makuyuni Wildlife Park. Wadau wa sekta binafsi kwa upande wao wamesema wamejipanga kuhakikisha taratibu za ushiriki katika programu ya kampeni hiyo zinakuwa rahisi, rafiki na kwa gharama nafuu, ili kila mtanzania aweze kushiriki bila kikwazo. Sisi kama wadau tukishirikiana na mashirika mengine ama taasisi nyingine ambazo zinahusika eh, katika kutunza wanyamapori na maeneo wa asili eh, tume kuja na mfumo ambao utamrahisishia Mtanzania um, mahali popote alipo kufanya utalii wake kwa urahisi sana uh, na uh, mfumo huo unamruhusu, ambao ni website ya kawaida, unamruhusu mtu kuingia kwenye hiyo website ya www.mytanzaniasafari.app na akiingia hapo atakuta safari ambazo ziko maalum kwa ajili ya kampeni hizi uh, ambazo zinafanyika mwisho wa mwaka, na safari hizo akishachagua, kwa ile tarehe ambayo anaitaka yeye itamwezesha basi kwenda moja kwa moja kwenye kuchagua aina ya gari ambayo atalitumia. Magari yako aina kuu mbili, kuna mabasi kwa maana ya zile minibus coaster, lakini vilevile vile kuna magari maalum ya utalii Land Cruisers, ambapo akifika pale ana uwezo wa kuchagua siti yake moja na akaidi pia, akiwa ndani ya mfumo kwa hiyo hii yote imewezeshwa na uh, ubunifu ambao unamwezesha sasa mtanzania kwa gharama ndogo sana na kwa kulipia kiti chake na akiwa ndani ya mfumo aweze kwenda safari. Safari ziko nyingi. Kwa mfano, kuna safari za kwenda Tawa, Makuyuni, Makuyuni Wildlife Park, ambapo kwa gharama kuanzia shilingi elfu sita unaweza ukapata siti kwenye basi, lakini vilevile vile ziko safari za kwenda maeneo mengine mbalimbali mbali kwenye kipindi hichi cha msimu wa sikukuu wa mwisho wa mwaka, na niwakaribisha sana watanzania waingie mfumo, ni mrahisi sana kutumia na kama ambavyo unaona hapa, tunasema haijawahi kuwa rahisi hivi. Unaweza ukapata utaratibu huu ukaingia, kama ambavyo siku hizi kwenye usafiri wa mabasi unatumika. Kwa hiyo unachagua siti yako, unajaza taarifa zako zote, na kitu ambacho mfumo unatoa kwa mara moja ni kwamba unalipia ukiwa ndani ya mfumo, haikulazimu kutoka kwenda kulipa sehemu nyingine. Unalipia ukiwa pale pale kama utachukua mitandao ya simu, na mitandao ya simu ni mitandao yote kwa Tanzania, lakini vile vile kuna kadi zile za benki, kwa hiyo